Tumejiandaa, tumecheza nao, tumewafunga basi, tumemaliza mchezo, tunaangalia tume mengine yanayo. Kwa wana Simba waamini maandalizi uh, yapo vizuri kuelekea mchezo ujao. Sisi tulifanya maandalizi tangu mwanzo wa ligi, kwa hiyo na sasa tunaelekea mwishoni. Habari ya maandalizi ya mechi fulani, hiyo hatuwezi kuisema sasa, tusema wakati che sasa itakua hamna haja wakati wama wewe unataka kujua na wakati, asanteni wadau wa Simba. Simba Mashabiki wa wana wasiwasi. Kuhusiana na simb anawasiwakimona, mtu ana wasiwasi sio mshabiki wa Simba; atakuwa mshabiki wa timu nyingine. Mwenyekiti. Mwenyekiti. Naam, kwa siku za karibuni mashabiki wa Simba wameonekana kwenye maeneo tofauti wakisema kwamba mchezo huu wa leo ndo mchezo wa mwisho kwa klabu yao. Nyinyi kama viongozi mna lipi la kusema juu ya kauli hizi za mashabiki? Kwanza sijawaona, lakini maoni, mtu anaweza akaona hata sukari sitamu, akaona chungu. Kwa hiyo ni ma mambo ya kawaida tu, tutapokea maoni na tutatoa taarifa. Unadhani utakuwa <todicum> ni mechi ya na special gani, kwa kuwa mnakwenda kukutana na mtani wenu ikiwa pia anakwenda kuamua nani anakuwa bingwa. Sijakuelewa. Hii ni ligi, hakuna mechi yoyote maalum. Yaani mechi zote za ligi ni sawa na hakuna umaalumu wowote na msiwatie wasiwasi na mkuwajaza maneno washabiki wa Simba. Mshabiki yoyote wa Simba atasimama na timu yake. Ukimuona anazungumza kitu chochote against Simba, huyo ametumika au ametumwa. Asanteni sana.